Ili usipitwe na matukio mbalimbali yanayotrendi katika mitandao ya kijamii bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania bana. Diamond Platinum leo ameamua kumwaga razi katika mitandao ya kijamii baada ya kuficha siri ambayo aliweza kuificha kwa ndani ya muda mrefu. Na amekiri hilo yeye kama binafsi, kama Diamond Platinum ana mambo mengi ambayo ameweza kumficha mwanadada Zuchu. Ikumbukwe mwanadada Zuchu amekuwa ni mtu ambaye anamsakama sana Diamond Platinum kulingana na video vixen na wale wanawake ambao wanamtafuta katika mitandao ya kijamii wakiwa wanalazimisha mahusiano mwanadada Zuchu. Ikumbukwe hapo nyuma ameweza kuonekana kwamba ana vita nyingine na mwanadada Rita na ikumbukwe, hata Rita naye alikuwa ana mahusiano na Diamond Platinum, na mpaka sasa hivi mwanadada Rita anaonekana kwamba anapigania penzi lake liweze kurudi kama mwanzoni. Na sasa hivi mwanadada Rita ameamua kuonyesha kwamba mashemeji ambao wanamforce kurudiana na Diamond Platinum, yani Diamond Platinum amewatuma mashemeji eh, wakamwombee msamaha kwa mwanadada Rita. Kitu hiki kimeweza kumfanya Diamond Platinum aweze kufunguka waziwazi wazi na kusema kwamba siri aliyoweza kumficha mke wake ambaye ni Zuchu ni hii ifuatayo. Diamond Platinum amekiri na kusema kwamba mwanadada Zuchu hajui maisha yangu ya nyuma yameundwa na nini au yana misingi gani mpaka mimi kuitwa Diamond Platinum, na amekiri kwamba yeye kama Diamond Platinum kuna mambo ambayo anayafanya kwa siri mpaka sasa hivi hahitaji hata mwanadada Zuchu aweze kujua, kwa sababu endapo atajua atazidi kuumia. Licha ya yeye kumwacha mwanadada Zuchu, hajali ni nini ambacho kinaendelea katika maisha ya mwanamke huyu, kwa sababu endapo akimshirikisha kwamba yeye amejiunga na chama ambacho kinamfanya yeye aweze kuingiza pesa kwa wingi, ambacho chama hicho amekiweka katika mabano, akiwa anasema kwamba bila ya hiki chama siwezi kupata fedha yoyote mimi kama msanii wa hapa Tanzania. Je, unahisi kwamba Diamond Platnum anajiunga na chama gani au alijiunga na chama gani huko mwanzoni kabla ya kupata mafanikio ambayo ameweza kuyapata mpaka sasa hivi. Na watu wengi wameweza wa kucomment katika hiyo post ambayo Diamond Platinum ameweza kuiposti katika ukurasa wa Snapchat na ukurasa wa Instagram, wakiwa wanasema kwamba wana mashaka na utajiri wa mzee mzima Diamond Platinum eh, yani kama hajajiunga na Freemason ni lazima awe amejiunga na makundi ya kihalifu, ambayo makundi hayo yanamsababishia ya yeye kupata fedha, kwa sababu yeye anaweza akasimama kwa upande mmoja akiwa anaonyesha kwamba yeye anafanya kazi kwa juhudi kubwa, ila wapo watu wengi wanaomfanyia kazi kwa njia nyingine. Wewe kama mfuatiliaji, una maoni gani ya kumwambia Diamond Platinum kuhusiana na swala hili ambalo ameweza kumficha mke wake?